Kipindi kinachofuata baada ya kipindi cha maajilio ni kipindi cha Krismasi au Noeli. Ni kipindi ambacho tunasherekea fumbo la bwana wetu Yesu Kristu, Mungu kuwa mtu. Ni kipindi ambacho huwa kinaanza na mkesha wa Krismasi tarehe 24 mwezi wa kumi na mbili. Ni kipindi ambapo tunaona upendo wa Mungu unaonekana wazi kwa kupitia mtoto Yesu anayezaliwa kati yetu. Ni kipindi ambacho tunasema Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Ni kipindi ambacho huwa kinadumu kutoka siku ya sherehe ya Krismasi hadi ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna sherehe mbalimbali ambazo huwa zinaandamana na kipindi hiki cha Noeli, na baadhi ya sherehe kama hizo ni Krismasi yenyewe, ambayo ni kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna sherehe ya Familia Takatifu. Kuna sherehe ya Bikira Maria Mama wa Mungu kuna sherehe ya Epifania ambayo Yesu anajidhihirisha kwa mataifa na kuna sherehe ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo ambayo huwa inafunga kipindi hiki cha Noeli, na maandiko matakatifu katika kipindi hiki huwa yanaongelea simulizi za utoto wa Bwana wetu Yesu Kristo, huwa zinaongelea mwanga unaoangaza gizani huwa inaongelea Mungu ambaye amekuja kukaa na watu wake, lakini pia inaongelea mambo ya wokovu kwa ulimwengu mzima kwa kwa kupitia kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maadhimisho ya kiliturujia katika kipindi hiki, utukufu na nyimbo nyingine zote za shangwe zinaimbwa zina, na zinatumika kwa kuna, kuna ishara ya pango la mtoto Yesu, tukikumbuka historia yenyewe ya sehemu alipozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kuna, kuna taa za vimulimuli, taa ambazo zinaonyesha utukufu wa yule aliyezaliwa kati yetu. Rangi za kiliturujia zinazotumika katika kipindi hiki. Kwanza ni nyeupe, ambayo mara nyingi inaonyesha utukufu wa Mungu ambaye yupo kati yetu, lakini pia rangi hii tunajua kwamba inatumika pia kwenye sherehe mbalimbali za watakatifu. Lakini pia rangi nyingine ambayo inatumika ndani ya hizi siku ni rangi ya dhahabu au rangi ya fedha. Na mara nyingi hii inatumika kuonyesha uzito wa fumbo lenyewe ambalo linaadhimishwa ndani ya hiki kipindi. Na mwelekeo wa kiroho katika kipindi cha Noeli ni kwamba tunatoa shukurani kwa Bwana wetu Yesu Kristu kuzaliwa kati yetu. Tunaiga unyenyekevu wake, lakini pia tunaona uso wa Kristu kupitia kwa watu wenye uhitaji, lakini pia tunajaribu kuishi maisha yetu kama maisha ambayo yapo tayari kwa ajili ya kupokea wokovu. Na mambo gani inabidi tuepuke ndani ya hiki kipindi? Mambo ambayo inabidi tuepuke, mojawapo ni kuacha kusali na kutafakari juu ya fumbo lenyewe ambalo limekuja kwetu na kufikiria tu juu ya mambo ya sherehe. Lakini pia jambo jingine ambalo tunapaswa kuepuka ni kuona Krismasi kama ni tukio la kijamii tu.